Tanzania, kazi na utu. Asante pende kutoa pongezi nyingi sana kwa kaka yangu na wengine wote ambao umeungana nao kwenye huu uwekezaji. Mimi nakupongeza kwa sababu hili jambo si jambo dogo. Pengine wewe unaweza ukaona ni jambo dogo, lakini kwetu sisi tunaona ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo tunakupongeza kwa huu tuna uwekezaji ambao umeufanya ndani ya wilaya yetu, na hii inaenda kubadilisha taswira nzima ya wilaya ya Kyela. Sasa tunaona wilaya yetu ya Kyela inakuwa kingine, tuna mabasi ambayo ya yanatoka hapa kusafirisha uh, watu wetu kupeleka mikoa mbalimbali. Tunasema so, unapeleka Dar es Salaam, wapo wengine tutapanda tutashukia Iringa, tutashukia Njombe, ya Morogoro, ni mikoa mingi metu. Kwa uwekezaji huu ambao umeuanzisha hapa, nikupongeze kwa namna ambavyo umeunga mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dokta Samia Suluhu Hassan, katika namna nzima ya usafirishaji. Na sisi katika hili tunakupongeza kwa sababu umeunga Mheshimiwa Rais mkono kwa sababu hapa katika usafirishaji huu kutosafirisha tu watu mbalimbali ambao wanaenda mikoa hiyo bali umerahisisha ufanyaji biashara. Lakini jambo lingine ambalo nakupongeza ni swala la ajira kwa vijana. Nikiangalia hapa wengi ambao umewajili ni vijana no, umezingatia pia swala la kutoa ajira kwa vijana, lakini pia umezingatia jinsia, nimeona kuna kina dada tena magari mengine ili vijana wa wilaya ya Kyela waweze kupata ajira ktibonge eh. ukitoa ajira au ukiongeza magari, vijana wa wilaya ya Kyela wapate kipaumbele cha kupata hizi ajira. Lakini dhana nzima ya uwekezaji huu inaonyesha pia dhana nzima ya ukuaji wa kiuchumi ndani wila ya wilaya yetu kwenye hili inaonyesha ni jinsi gani wa wilaya ya wilaya ya Kyela utakuwa, kwa sababu sasa kuna uhakika wa usafiri unaotoka hapa ndani ya wilaya hii. Na mimi niungane na mwenyekiti wa halmashauri nikuombe, tusiishie tu kwenda Dar es Salaam. Sasa hizi makao makuu ya nchi yako ni Dodoma, tutengeneze magari mengine yanayoenda Dodoma, yanayoenda Kyela huko eh. Na namna ambavyo tunatamani wewe ukue na tunakuombea ukue hivyo hii sasa mji wetu uweze kukua, tunaamini gari litakapotoka hapa kwenda Kagera, lazima kuna mtu atatuma kiroba cha mchele kinachotoka Kyela atapeleka Kagera, unakoenda Dodoma, itababisha mchele wetu hapa, hivyo tutaleta uwekezaji ndani ya wilaya Kyela, hivyo tutainua uchumi wa wilaya yetu.